Majina yangu mimi naitwa Dr. Seria Masole Shonyela, kitaaluma ni daktari wa mifugo na nina elimu ya PhD, na uh, kama tunavyojua, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi na mimi naona nitie nia uh, kugombea kupitia Chama Cha Mapinduzi katika Jimbo la Uyole, Mbeya na lengo la kutaka kugombea kwanza kabisa ni jimbo nalifahamu vizuri, napajua vizuri, nimekulia pale, naelewa vizuri. Kwa hiyo naona kama nitaweza kuwaongoza wananchi vizuri, kwa hiyo nina lengo la kugombea. Aa, napenda kuwatangazia, muda ukifika, nitachukua fomu kupitia chama cha mapinduzi kugombea jimbo la Uyole. Kwanza kabisa nimependa kutia nia katika jimbo la Uyole Mbeya na kwa sababu nimekulia pale nimezaliwa pale nimekulia pale katika kata ya ICSI. Na ninajua changamoto zilizopo pale, na najua wananchi wanahitaji nini katika lile jimbo, yanajua mahitaji yao na changamoto zilizopo, na naamini kwamba naweza nikazisuluhisha zile changamoto ambazo wanazipitia na pia mahitaji wanayo yahitaji katika jimbo la Uyole. Na, e, kwa wakati wake kwanza, alikuwa ni mbunge wa jimbo la mjini kabla haijagawanyika, amefanya mambo makubwa pale, siwezi kukataa pia, lakini hayo ni mashindano. Unaona, hawezi kugombea peke yake, katiba inaruhusu mtu yote anaweza akajaza fomu. Kwa hiyo na mimi natia nia kama katiba inavyoruhusu. Shughuli kubwa ya jimbo la Uyole ni kilimo, kilimo na ufugaji kidogo, lakini shughuli kubwa ni kilimo, kilimo cha mazao kama viazi, mahindi, maharage A, tunalima pia na zao moja linaitwa numbu, japo Watanzania wengi hawalifahamu. Numbu ni viazi fulani, unakula vikiwa vibichi, lakini ki, ki, kiuchumi sana sana ni kilimo. Mi nimesema ni daktari wa mifugo kwanza kabisa, naweza nikabadilisha kwenye kubezi sana kwenye kilimo cha mazao sana, wakawa na ufugaji bora pia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 moja sifuri tatu tatu moja tatu Barua pepe tokohastised at gmail.com. Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success.